Chama kikuu cha ushirika cha TANECU limited kinachohudumia wilaya ya Tandahimba na Newala mkoani Mtwara kimevunja rekodi, yaani mwiko kama wanavyosema wa Makonde, kwa kuzindua jumla ya magari matano ya mizigo yenye thamani ya shilingi bilioni moja na milioni tano. Malori hayo sio tu yatasaidia kutoa ajira kwa wanachama na wasio wanachama, bali pia yanaenda kuongeza tija katika uzalishaji na hata kurahisisha usafirishaji wa mazao mbalimbali katika chama hicho. Pamoja na magari hayo matano yaliyo chini ya TANECU, pia chama cha msingi cha Muungano Mnyawa Amcos kutoka Tandahimba, ambacho kinaongozwa na Karim Chipola, ambaye pia ndiyo mwenyekiti wa bodi ya chama kikuu cha ushirika cha TANECU, kimenunua gari moja, ambapo mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenani Sawala ameyazindua magari hayo kwa pamoja katika hafla iliyofanyika hii leo Desemba 4, 2025 katika wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara. Faida Online TV, watu wa Field pas na hiana, hatukuliacha lipite, tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na ku comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Tafadhali baki nasi, ndugu washiriki. TANECU, kama chombo kikuu cha kuunganisha vyama vya msingi vya ushirika imekuwa kivutio cha mabadiliko ya uchumi kwa maendeleo yao wenyewe na wadau wengine. Leo wote tunashuhudia hatua mpya ya kipekee ya uzinduzi wa magari haya ya kubebea mizigo au maroli idadi sita ya TANECU ambayo ni matano pamoja na roli moja ya chama cha msingi cha ushirika cha Muungano Mnyawa, yaani ambacho ni mwanachama wa TANECU Limited kutoka wilaya ya Tandahimba. Maoni haya mbali ya kutoa ajira kwa vijana, ambalo ndio lengo la serikali hii ya awamu ya sita, vile vile yatasaidia kukamilisha malengo ya kuimarisha utoaji wa huduma za usafiri, uboreshaji na usambazaji wa bidhaa kuondoa adha ya msongamano wa korosho na mazao mengine kwenye madhara, kuwezesha ongezeko la kipato na kuimarisha shughuli za kiuchumi ndani na, na nje ya mkoa wetu. Kama msemo usemao umoja ni nguvu utengano ni udhaifu, magari haya ni nguvu mpya ya pamoja, ambayo itaunganisha mipango ya TANECU na mahitaji ya wateja wake ni matumaini kuwa yatatumika kwa uadilifu na kwa manufaa ya sasa na ya baadaye kwetu sote. Nitoe rai kwa uongozi wa TANECU yatunza magari haya ili yaweze kutoa huduma kwa, kwa muda mrefu na kuzalisha magari mengine. Ukafika wakati wa mwenyekiti wa chama hicho cha ushirika cha TANECU LTD, ndugu Karim Chipola kuzungumza kina gaubaga kuhusu mradi huo na mradi mingine inayohusiana na chama hicho cha TANECU. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umeona tulianza zoezi la kujenga kiwanda na tumezindua na kiwanda, kile kinafanya kazi hadi hapo tunapoongea. Sasa kazi zilizofanywa katika kiwanda hii kile, kuongeza mazao thamani ya mazao ya wakulima, tumeweza kuchakata korosho zenye thamani ya bilioni moja na milioni miambili tunakupongeza sana kwa sababu yalikuwa ni maono yako <tukarikana> lakini sio hivyo tu, ukatupa maelekezo mengi. Kwanza ulitushauri kusapoti kwenye sekta ya elimu. Wewe mwenyewe ni shahidi, tumenunua eneo la shamba la bwana Ulenje, ambaye sasa ni diwani wa kata ya Tandahimba, kwa ajili ya kujenga sekondari katika eneo la TANECU ambayo litawasaidia watoto wa wakulima hawa. Eneo hilo limenunuliwa na linafanyiwa usanifu sasa wa kupata hati. Lakini sio hivyo ulitupa maelekezo mwaka jana na ulituita ofisini kwako, ukasema, changamoto za wakulima mizigo kwenda kwenye magala makuu na kwenda kupata wea au si kwenda kwenye minada, tunataka TANECU kumfanye jambo ili kupambana na kuondoa changamoto hii. Na sisi tulikuhakikishia kama mkuu wa mkoa kwamba tunaenda kutoa hiyo changamoto leo kwa ushahidi, ndani ya ardhi Tandahimba ambayo wewe ulikuwa mkuu wa wilaya na sasa ni mkuu wa mkoa unakuja kuzindua malori yale. Hongera sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Lakini sio hivyo tu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ulituita msimu uliopita ukatuambia, tunapata shida mazao ya wakulima kupeleka kwenye maghala makuu, maghala hayatoshi naomba mfanye mchakato wa kujenga maghala ili mazao wa ya wakulima yaweze kutoka kwenye Amcos na kwenda kwenye maghala kuu makuu na kupata warehouse receipt ili tupeleke kwenye minada kwa wakati. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tulikuhakikishia hatutakuangusha, na tayari wakandarasi wako saiti kujenga hayo maghala ya tani 5000 ili tuondoe changamoto hiyo moja kwa moja katika maeneo yako. Tunakupongeza sana. Kwa majina naitwa Mwanahamisi ya Milai Ulamba, ni mkazi wa kijiji cha Lengo na pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha msingi Linganelo Amcos iliyoko Lengo, kata ya Mchemo. Mimi ni, nikiwa kama mkulima kwanza, nimefurahishwa sana na hili swala ambalo viongozi wetu chama chetu kikuu cha TANECU ambacho kinaunganisha Newala na Tandahimba kwa kitendo ambacho wamekifanya cha kututafutia sisi magari malori ya kuweza kubeba mizigo yetu iwe ya mbazi au ya korosho kwa sababu ndio misimu mikubwa ambayo tunaitegemea sana hapa Newala. Pia napenda kuwapongeza sana viongozi wetu kwa hii hatua kubwa ambayo wameifikia ambayo itatuwezesha hata sisi kutumia haya magari kupata kusafirisha ya mazao yetu. Mungu awazidishie, tuzidi kufanya mambo makubwa, hizi tano ziongezeke, zingine ziwe nyingi, maana nimesikia wenyewe wanasema inabidi gari ziwe kama hamsini kwa hiyo kwa uwezo wa Allah, Mungu awajalie zipatikane hizo hamsini, ili huku Newala tujikwamue katika jambo la usafirishaji. Pia nawapongeza sana hawa wenzetu wa Muungano Mnyawa, kwa Bwana mwenyekiti wetu mkuu Bwana Karimu Chipola kwa kitendo alichokifanya cha kutafuta gari. Kwa majina anaitwa Habibu Bajandala, ni mwenyekiti wa chama cha msingi Milongodi ya Mkosi. Nimependezeka sana na tukio la leo ambalo limefanyika uwanja wa Matogoro. Kwa chama kikuu kununua magari matano tunafurahikia kutokana na tulikuwa tunapata changamoto kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo yetu hususani msimu huu wa korosho na msimu wa mbazi. Pia nawapongeza na ndugu zangu wa chama cha Muungano Mnyawa ambao nao wamenunua lori moja. Mara nyingi chama kikuu cha ushirika cha TANECU LTD kinaonekana kufanya mambo yake mbele ya muda hasa linapokuja suala la maendeleo ya chama hicho mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, ni kukumbushe kusubscribe, kulike na kukoment chaneli yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na nikutakie siku njema <tip>